Manka, najua lote hili wapi tena, naelekea mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Moshi Meku. Si unaona hii mamlaka yetu inavyohudumia maji safi na usalama ise. Kiru aise, Manka ni balaa, yaani maji ni masafi sana aise, na mimi natembea sehemu nyingi sana, lakini maji ya Mwasa ni balaa, huhitaji kuchemsha wala kuchuja, yaani unakunywa moja kwa moja kutoka bombani. Sasa inabidi tulipie bili kwa wakati Meku, ili huduma hii iwe bora na endelevu. Ni kweli Manka, lakini sio lazima kwenye kwao unaweza kulipia hata kwa simu yako ya mkononi wee! Kumbe mambo ni rahisi hivyo, Meku? Kabisa Manka, na kama una maswali yoyote unaweza kupiga simu bure kupitia namba 0800110074. Yereui, kweli mambo ni kidijitali. Ewe mwananchi, lipia huduma ya maji kwa huduma bora na endelevu. Mwasa, uwajibikaji na huduma bora endelevu.